Bado ni ya makanisa na mombea Mount Kenya kidogo, utaka kusema hivi, ukweli kanisa ni mzuri, tena ni mbaya, na ukitaka, watu wengi wameenda kujificha kwa kanisa, watu wenye tabia zao ni mbaya. Utapata msharata ameenda kujificha pale, mwizi amejificha pale, mtu mwongo ameenda kujificha pale, kila mtu ameenda kwa kanisa. Kwa mishoni yapi? unapata hizi kanisa 2022 hizi kanisa ndo zilete hii shida yote enye saa hii tuko nayo kwa hii nchi. William Samoei alikuwa naenda huko akimwaga pesa akikonivisi wale mapasta, hadi mapasta wakuja wakaona ruto ni mzuri. Mimi hata naomba si wamesema ati kanisa zikato ushuru? Kanisa inavikate kwa sababu kanisa wewe uko na mia lakini wanataka utoe sadaka, usipotoa sadaka ukipata shida. Kwa hiyo kanisa, watu wa hiyo kanisa wezi kusimama na wewe, unapata kama utowangi utowangi kitu kwa kanisa. Hata uwezi kaa hapa karibu na pasta, kama uwezi na hizi kanisa. Unapata ukitaka kwenda pasta kuombee lazima lazima upeleke jina yako mapema ijulikane, ndio ijulikane, ndio wakuitwa wende uongee wa wa na, na kani kani pasta, na kwanza lazima utoe kitu, ni mia tatu na elfu moja ndio pasta uende ukae na pasta kuombea. Kama si hivyo pasta hizi kuombea kwanza, hizi kanisa kumwa kukubwa hizi. Mimi nataka niambie kama nikukata ushuru, kateni, tumechoka na hizi kanisa. Nikiongelea mambo ya Mount Kenya, Mi, nataka niambie watu wa Mount Kenya, mimi nimesikia wale watu walikuwa wameenda kwa mkutano wa William Samuel Ruto, wanalia wajalipwa elfu tano yao ah. William Samuel Ruto alipromise wote elfu tano saa hii, na bodaboda wanalia, waliambiwa walidanganywa, msiende kazi mutapatiwa elfu tano saa hii, wana complain, wabunge wao walimwambia watu wajalipwa William Samuel Ruto. Wachana na mambo ya kwenda kusimama kwa gari ukisema umefanya, unajaribu kulipa watu pesa yao, walipe ndio ufanye hiyo maendeleo umepeleka. Mimi nataka niambie watu wa Mount Kenya popote mko, ninyi pia mwache kubeba kama watoto wadogo. Huyu William Samuel Ruto ndio aliwadanganya mkampigia kura. Sasa hivi tena amekuja kuwadanganya atawapatia elfu tano tena amewaingiza kwa box, tena mnalia. Hali nyinyi watoto wadogo, mnadanganywa kila siku. Tena msipochunga 2027 mtadanganywa tu, mtafanyiwa tena mumpigie kura, alafu baadaye mtakuja mseme ati jamii hawajaliwa wasaidie kumtoa. Mumtoe penye mlimuweka kama mnataka tumtoe, hata nyinyi mwanze kumtoa saa hii, ndio tukuje tuwasaidie kwa sababu nyinyi nyini ndio mliweka Samuel tu kwa hiyo ki, kiti mutusaidie kumtoa ndio tumtoe. Na mi nataka niambie Kashagwa, Kashagwa, kuna wakikuwa na kupiga vita hapa, wamefunguliwa bucha, ndio kwa sababu unapata wanakupinga. Tunawajua wako na bucha ya kuku, sasa wanakupinga, Kashagwa. <laughs> <laughs> anobale akina tusikizame huku mtamalia ruhusa na nyinyi ndio na <tibco> nyingi pia hapa anakaa kudoanakakwa floor. Mimi nataka niambie kashagwa, saa hii naona Mount Kenya hakuna kingpin. Mtafute mtu mwenye ataweka wa kikuu pamoja, hata kama ni Uhuru ama ni wewe ama kama ni Ndindijoro, mtafute mweke mtu pamoja na kama wakikuyu nyinyi mnataka tutoe ya msamue Samuel Ruto raundi, msisimamishe mtu wenyu, hata nyinyi msapoti kabila ingine. Hii kitu kuletea kabila mbili wa wakikuyu raundi pia msapoti mluya ama mkamba, lakini kama mnaweza, hatuoni mkamba kama msapoti mluya, ajaluo bado jaluo kwa, kwa serikali jaluo sisi, jeluo sisi, sisi wajaluo wa tumezoea